ya vizuri na mmeweza kufika, mmetembelea mabanda tuliokuwa nayo, lakini mmetoa ushauri ulio bora zaidi na timu yake mmeweza kutupa maelekezo mazuri, na kama mnavyoona, ndugu wa mtazamaji, kwamba ufugaji bora wameweza kutushauri, tumejenga banda la namna hii chini ya rau la ufundi lakini pia wakiongozwa na kiongozi wao hapa, Baraka Uroba, wameweza kututengenezea keji za kisasa kabisa, ambazo sasa tuna mpango wa reaubil kutoka k seni ya reta umaelekea kwenye na nahisi hili jambo litakuwa ni jambo zuri zaidi na mtazamaji huyu, ndio mfugaji mwenzetu au tunasema mfugaji wetu au mteja wetu kutoka maeneo ya Mara, tuko wilaya ya Bunda hapa Kalukekele, ameweza kueleza mambo machache ambayo ameweza kuyashuhudia kutoka katika chaneli yetu ya Ufugaji Bora TV, ni mambo ambayo ameweza kumshawishi aweze kubadilisha aina ya ufugaji wake kutoka ufugaji wa kufugia chini mpaka kuingia kwenye miundo mbinu mizuri ambayo kwa sasa ameamua kutumia hizi logo keji, na bila shaka nitaendelea na maswali mengine. Ndugu mfugaji, kwamba baada ya kujua kwamba hizi keji zinafanya vizuri, ni vipi, vitu gani vilivyokushawishi katika keji kwamba licha ya kwamba zinatumia gharama kubwa, ukaamua wewe uwekeze katika ufugaji wa keji, kwamba haukujali kwamba ni zinatumia kiasi gani na ukaamua kubadilisha hivyo? Ni vitu gani ambavyo vilikushawishi wewe katika hizi keji? A, katika swala la keji vitu vilivyo nishawishi cha kwanza eh, kwa kuwatembelea watu walio mliokwisha watengenezea keji za namna hii. Jambo la kwanza nimeona kwamba hakuna idadi ya na inapojitokea ni kwa nadra sana eh, na ninahakika kiumbe chochote chenye uhai lazima kipitie mauti. Kwa hiyo sasa, ufugaji tuliokuwa tukifuga nyakati za nyuma kwa kuwafugia huku chini ulikuwa unatupatia changamoto kubwa sana, lakini kupitia wafugaji wengine ambao tumeona kuwatengenezea keji za namna hii wamekuwa wakifuga kwa ubora zaidi pasipo changamoto yoyote. Jambo la pili, nimeona swala la management kwa maana ya namna ya kutoa huduma kwenye kuku kwamba e, kuku kama hawa wakiwa sikantari chini, kwanza inachukua eneo kubwa e, wakati wakiwa katika keji ni eneo dogo. Jambo la pili kwamba namna ya kuhudumia kwamba ingekuwa ni wao tumewaweka chini, maana maana yake kwamba tungehitaji wahudumu zaidi hata ya watatu au wa wanne ili kuweza kuhudumia kuku, lakini katika mfumo wa keji anaweza akatumika mtu mmoja, na mara nyingine hata wawili, hata mmoja anatosheleza kwa sababu unapoweka chakula ukaweka maji, maji wanapata kwa mfumo wa nipples, lakini pia chakula unapata katika utaratibu mzuri zaidi. Na wakati huu kuku walikuwa wakitaga mayai tunapata changamoto mara nyingine unakuta mayai yamefanya nini, yamepasuka. Lakini kwa mfumo huu kuku wakitaga yai unalikuta una na hawezi kuliona, kwa hiyo unakuta yai lako ni safi na salama kabisa. E, jambo lingine kwamba kuku wanapojisaidia kinyesi kinashuka katika bati kama hizo, kuku hawezi kukutana na kinyesi chake. Kwa hiyo kuku wanakuwa katika mazingira salama, mai yake yanakuwa salama, lakini chakula anachokula pia kinakuwa katika mazingira safi kabisa. E, maambukizi ya magonjwa pia kama mafua inakuwa ni nadra kwa sababu kuna mfumo wa nipos, kuku wanapata maji kupitia mfumo wa nipos. Kwa hiyo miundo, e, miundombinu ya keji nimeona ni mizuri zaidi na ni salama na ni jambo zuri kufuga kwa kutumia keji, kwa sababu inakuwa inarahisisha shughuli zako za ufugaji na ufugaji unakuwa wenye tija. Asante. Nadhani mambo mengi ambayo huwa tukiyazungumzia katika chaneli yetu, katika vipindi vyetu vya ufugaji bora, tukijaribu kuzinadi au kuweza kuzichambua keji zetu, ni namna gani zinaweza kusaidia katika ishu nzima ya mradi wa ufugaji. Nafikiri na, na mteja wetu pia ameweza kuviona hivyo na ndio maana ameweza kwenda moja kwa moja kueleza mafanikio au matokeo chanya yanayotokana na ufugaji wa kuku ndani ya keji. Kaeleza namna ya kuokoa muda, akaeleza namna ya kupata bidhaa safi au kupata mayai ambayo yatakuwa safi na salama hayana kreki wala hayana uchafu ambayo yatafikia sokoni moja kwa moja. Ameeleza namna ya ulishaji wa kuku kwa ustadi mzuri ambao kuku hao watakula chakula ambacho kitakuwa hakija chafuka wala hakina madhara yeyote, pia unywaji wa maji safi ambayo ya yanapatikana katika system inayopatikana katika nipples. Nafikiri hivyo vyote baada ya kuzingatia, akaona yeye moja kwa moja atupigie simu ili tuweze kufanya kazi pamoja. Mradi wake ameweza kuweka vizuri, nafikiri anaenda katika hatua nzuri. Kitu kingine, mheshimiwa, baada ya kuona haya yote, nikuulize swali, unauonaje au unafikiria wapi au maono yako katika huu mradi ambao umeanzisha, baada ya muda wa miaka miwili au mitatu mbele? Uh, kimtazamo wangu nahisi baada ya miaka miwili au mitatu mbele, tutakuwa na hatua kubwa zaidi kwa sababu kwa sasa tunaanza na layers elfu mbili lakini, naamini baada ya mwaka mmoja tunaweza tukaongeza zaidi na zaidi na nishukuru pia, nishukuru tu kwa kusema kwamba kwa mkoa wetu wa Mara tumekuwa na changamoto kubwa ya mayai, kwa maana mayai mengi tumekuwa tukiyapata kutoka nchi jirani, na wateja wamekuwa wakilalamika, wanapata mayai yasiyokuwa na ubora, kwa sababu unakuta ni mayai yaliyokaa muda mrefu, na wanapokuja kuyatumia yanakuwa hayana ubora. A, nishukuru kwa mradi huu, unakwenda kutatua changamoto ya watu wengi au wateja wengi wanaohitaji mayai ya kubwa kisasa a, kwa ajili ya shughuli zao za kibiashara. Watapata mayai safi, mayai yenye kukaa muda mfupi na yaliyotunzwa katika mazingira mazuri zaidi. Asante ndugu watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora, tunaenda kutimisha kipindi chetu, lakini kabla tujahitimisha, tunashukuruani kwa dhati kwa ajili ya kufuatilia vipindi vyetu. Pia mnavyoendelea kufuatilia vipindi vyetu, msisahau kusubscribe chaneli yetu, muendelee kushare na comment, ili tujue wapi ambapo tunahitaji kuongeza na wapi tunahitaji kupunguza, na jambo jingine la msingi